Salama kwema? Kwema za hapa? Salama. Shikamoo mabameamkaje? Salama. Hivi Chota nimemkuta? Hapana mm, sijananaetoka asubuhi. Hivi Chota namtafuta nini? Jamani, amna mama, tuvumiliane tu, si unaelewa maisha yenyewe yalivyo sasa hivi. <laughs> Nishavumilia mwanangu, nimechoka. Sawa, akija mwambie Chota namtafuta. Sawa.

Yote nikupe ishirini. Alafu mimi nakula nini? Tuli hapa mama mwali. Baadaye ningeenda maeneo yangu nikajivinjali Tupige simu. Chota, chota, chota, pokea simu basi. Chota jamaa, shida gani? Yaani simu kama mzee, yaani mambo yake eh. Oya chota, eh, wapi? Ah sasa. Eh mimi niko niko kijoni, pana kusubiri basi, njoo mara moja tuonane hapo. Eh, mzee amenipa mzigo, njoo wasionane nani nikupe mzigo wako po, Poa poa wae, basi kufika. Ndugu yangu kijua kinaanza kuwa kikali, poa Hey, hey, nataka kodi yangu. Ni sawa mama, najua nanidae, ila naomba nipe siku mbili tu, pesa zako na kutafutia. Unajua gharama ya tofali, unajua gharama ya tofali ya babako ile nyumba? Eti unanipa siku mbili na kugea masaa haya mawili, nataka kodi yangu. Hebu nipishe huko. Pole sana ndugu yangu. Tena pole sana ila minafikiri kuna wazo kidogo naweza nikakupa, nitakusaidia endapo kilifanyia kazi. kwa sababu gani ndugu yangu? Mm, kuna msitu mmoja unaitwa msitu wa Ngwangwale, si unaufahamu vizuri? Ngwangwale nafahamu, ah, yes, vizuri. Sasa kwenye ule msitu kuna mzee anapatikana kule, nafikiri naweza kuwa msaada mkubwa sana kwako, na ikawa mwisho kabisa matatizo yako. Yaani hapo sijaelewa, na maana ndani ya ah, yani, na na ule msitu, kwamba nikifika tu mzee ananisaidia au inakuwaja? Sijaelewa hapo vizuri. Uh, kuna changamoto kidogo mpaka kumfikia huyu mzee, ule msitu changamoto ambayo ipo kwenye ule msitu, ukiwa unaanza tu, haupaswi kugeuka nyuma mpaka unamfikia yule mzee pale, mm. Ukifanya hivyo, basi ndugu yangu, kwa asilimia kubwa zaidi utakuwa umefanikiwa. Geuka nyuma, hutaweza kwenda bila kugeuka nyuma, ndugu yangu, na ndio maana nikasema, ukiwa na uhitaji, ukiwa na nia ukiwa na moyo unafanikiwa kwa asilimia kubwa. Ila okay, kwa kuwa na uhitaji na na shida, nitajitahidi tu, nitaenda. Basi kila la heri.

Hii ndio pesa aliyotoa mzee. Kutokana na kazi aliyofanya. Kwa mwanangu ah, kazi yote ile mzee katoa 10,000. Nilikwambia, mimi nilikwambia toka mwanzo. Bwana namaliza kazi mzee anaanza angalia. Bonge la kazi 10,000. Chota. Hayo ndugu yangu sana. Sawa. Alafu kuna tatizo ambalo bidi kueleza. Nimekwambia kabisa ile kazi fanya kiuadilifu. Ili madhumuni tu mzee akione kazi alizikinayo. Sawa ili atoe hela kueleweka. Nimekwambia ule uchafu ukusanye, weka sehemu nyingine, kautie moto. Ule uchafu umekusanya umeweka pale kwenye mdizi umeweka sehemu moja. Mzee kitu kile nani hajipendeza nacho kabisa, amechukia kifupi yani. Eh? Ndio. Sema sio mbaya. Maana hata hiyo siku nyingi sikutegemea kuipata. Na ndo kasema, akasema kazi mlioifanya hii ndio njooni na mambo mimi nipate. Kwa hiyo amenipa na kwa sababu mimi hela pia usingeipata. Kwa vile mzee mimi naheshimiana naye. Tutakaa.

jana mama mwenye nyumba, si ndiyo? Akaje eh, usiniambie. <laughs> halikuwa anamtaka bwana huyo chota asilipa madeni ah, hapo <laughs> kwanza nicheki. Ndio hivyo, kumbe yule bwana hajalipa elaa kodi mpaka hivi leo hivi. Vuta picha, ndio wewe mwenye nyumba afu jitu linakaa na mademwa nao, ila kulipa kodi mtihani na matestiti yote hajalipa kodi. Shogamu eh. Afu ni shuga mbona, uzuri wetu uliobarikiwa na Mungu, rangi nzuri, mtoto mtoto pisikari, akwenda unatembea na keki jibu, bwana bwana ki mwanaume, mpaka aende akatembe huko apate gani? Apate kidogo, mia mbili mia mbili, ndio aje akupe? Ule shoga wangu, changamka hapa mjini, acha ubwege wewe. Hebu niangalie kwanza mimi, unanionaje? Nakula ninavyotaka shogamo, navaa ninavyotaka kwa sababu mimi najua jinsi ya kuishi mjini. Acha ubwege, acha na kile kibwana, una feli wapi? Changamka, usije ukaondoka na lori hapa mjini huku <laughs> <laughs> hmm. Kwenye ana leta upendo. Ak makubwa jamani, mie nachoka mimi mtoto wa mkulema

chupa yako unashangaa, imefikaje? yeah. hey, sawa sawa. Sasa basi, katika mji huu chochote kitakachotupwa ni kama uchafu. Huu ni uchafu. Chota, na lazima nitajua. <laughs> Chota, unaonekana una shida, unaonekana unataka pesa. Ndio, lakini yote umeyajuaje? sawa sawa sasa basi, kumbuka kwamba pesa zinatafutwa kwa tabu sana. Pesa watu wengi sana wanazipambania, lakini pesa zina mambo makubwa sana na ni magumu. Utayaweza? Utaweza mzee wangu, utaweza. utaweza chota ndio, nitaweza. <laughs> chota sasa basi, unachotakiwa kufanya, nitakupa masharti sawa sawa. Sawa, sawa, sawa. Kamata hii dawa. Hiyo dawa, una haja kutetemeka? Mpaka umekuja hapa, unaamini kwamba tatizo lako litakwisha. Sasa basi, hiyo dawa niliokupa, unatakiwa kwenda makaburini. Utakapofika, utanyunyuzia kwenye kaburi. Ukishanyunyuzia pale, baadaye unatakiwa kuichukua maji, usishtuke Utawezaje, mzee wangu? Utaweza tu, utaweza kama ujasiri wa kuja hapo umekuwa nao, ili jambo utaliweza. Na hiyo maiti ukishaichukua unatakiwa kwenda nayo nyumbani, na unatakiwa kulala nayo, na sio tu kulala nayo, unatakiwa uikumbatie. Sawa sawa. Sawa sawa. Yule mwana yule mwana analia yule mwana yule mwana yule mwana analia yule mwana. Unaweza ukaenda saza. Nashukuru, asante. Yule mama yule mama analia yule mama yule mama yule mama analia yule mama <laughs> ha -ha -ha -ha. <laughs>